Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wote mahali ambapo munapopatikana mnapokuwa, ikuwe labda uko Ulaya, uko Amerika, uko Asia, Afrika, nyote msalimike mjia ya tukufu la Yesu Kristo. Ni missionnaire Jacques Migisho, mchungaji kwa kanisa la Emen Kavumo, ndiye anawasalimu. E, nilikuwa nikiji kwa wakati nilipokuwa nikianza soma polepole pole kuhusu habari za Mwanzo sura ya 15, Roho Mtakatifu alinifundisha kitu pale kuhusu taifa mbili za Ibrahimu, taifa mbili za Ibrahimu. Taifa la kwanza ni mtoto Ismaeli, taifa la pili ni mtoto Isaka. Mtoto Ismaeli ana representer taifa lote la kipagani ena representer bale ba maikari ba ikankare ba Rose Christie ba eliminati ba ba bote ana ba representer ana represente zile taifa yote enye haimwamini Yesu kama vile Mungu wao mkubwa na mkombozi wao, na taifa la pili ni taifa la Isaka ambayo limekuwa ni warizi. Warizi kwa sababu Mungu akamwambia, huyu mtoto wako wa kwanza hata rizi, lakini wa pili ndio mwenye atarizi, yani Isaka, yani wa Kristo. ukiangalia pia wakati yenye E, Yusufu iko na pana ndoto zake anaonyesha kama ndugu zangu nililota ndoto, mi naona nyota nyingi zinanizunguka, yani batoto ya Yakobo, yani ya Isaka ni nyota na njoba rizi. Nikiangalia kitabu pia cha Wagalatia nikakutana kaa bako anasema e, Wagalatia sura tatu mustari wake wa makumbi na sita mpaka makumbi na mnane iko nasema na kama nyinyi ni Wakristo mumekuwa uzao wa Ibrahimu na warizi wa ahadi, yaani barizi ya ahadi yote, yaani baraka zote walipatia Ibrahimu ni Wakristo. Lakini sasa cha kushangaza, mbona Wakristo mnakuwa masikini, mnakuwa wenye njaa, mnakuwa wenye hawasomi, munakuwa labda hawatawali? Nini inachosumbua? Uoga wale watu ambao wanakuwa wa incredible barosecrisie baekankar banabaletea oga, banakuonesha kwamba hawezi kutawala ni zambi, hawezi kusoma ni zambi, hawezi kufanya kazi yoyote ni makosa, na njoo inaonekana munaendelea kwa wamasikini, ijapokuwa baraka zote bila sa kama aliyetubariki, Yesu aliyetubariki kwa baraka zote. Yani sisi njo tungepashwa kukua watawala wa idunia, na njo objektif ya mungu tuleta hapa kutawala. Yani kila mtu